Hello, karibu tujifunze kutengeneza avocado oil. Hatua ya awali tunaanza kutoa avocado yetu, tunaweka pembeni na mbegu tunaziweka pembeni. Basi baada ya hapo tunahakikisha tumekwangua vizuri kabisa. Ehe, namna hiyo kama unavyoona. Basi hatua inayofuata hapo tutaenda katika ubandikaji wa parachichi yetu na hakikisha unaigeuza-geuza vizuri, usiiache ikaganda. Utakapoacha imeganda bila kugeuza-geuza, mafuta yatapotea katika frampeni. Unageuza namna hii kama unavyotazama, naona ninavyoyageuza eh? Hatua ya pili inayofuata unahakikisha unachukua kitambaa chako kizuri, unakamua mafuta yetu basi kama unavyoona. Na hakikisha usitumie nguvu kubwa sana wakati wa kukamua mafuta. Utakapotumia nguvu kubwa, maanake unaweza ukaingiza mpaka ile parachichi yenyewe itakuwa inapenya kwenye kitambaa. Kwa hiyo nakamua kwa utaratibu kama hivyo unavyoona, kwa utaratibu kabisa, nakamua vizuri, unaona mafuta yanavyotoka. Baada ya hapo, tutaenda kwenye hatua inayofuata. Mafuta anakuwa yameshakamilika, kama unavyoyaona, yapo katika vifungashio vya namna hii. E, kwa sababu mimi ndio naanza, nimeamua tu kutumia vifungashio vya kawaida tu ambavyo vinapatikana majumbani kwetu. Mafuta yenyewe ndio haya. Kwa hiyo kama utapendezewa na mafuta yangu, utakuwekea namba zangu hapo chini, utaziona kwayo. Yote anayetaka kunipa oda, basi niko tayari, utawatengenezea.